Wakazi wa eneo la Konoin katika kaunti ya Bomet wamevamia na kuifunga ofisi ya tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC tawi la Konoin kwa tuhuma za ufisadi. Wakazi wamedai kuwa maafisa wanaohudumu katika afisi hizo wamekuwa wakipokea pesa kutoka kwa wenyeji wanaosaka ajira ya walimu. Merian Nyambura anatueleza zaidi. Oh. Makumi ya wakazi waliojawa na ghadhabu walifika kwenye afisi za tume ya kuajiri walimu TSC tawi la Konoin, kaunti ya Bomet mapema leo, wakitaka majibu kuhusu pesa ambazo wanadai kuwa walitoa ili kupewa ajira. Tuliambiwa kuna forms ya kuchasa ya TSC. Niliposikia hivyo nikaamua nikatafuta pesa, nikaitishwa 400,000 na nikaenda kujaza fomu kwa sub county Magogoshe ofisi through the director. Kulingana na walimu hao, taarifa kuhusu barua za kuajiriwa zilisambaa na wakapata fursa ya kutangamana na viongozi kwenye afisi ya TSC tawi la Konoin kabla ya kuitishwa fedha hizo. Huyo rafiki aliniambia kuna barua, tukaenda tukambata huyo mtu mwenye alikuwa na barua Magogoshe, tukaenda kwa hoteli fulani tukaenda kuchasa director pia, yeye alikuwa alikuwa anatusaidia ku kuchasa, tukambea pesa nakaenda walimu hao wanakiri kuwa walimaliza masomo zaidi ya miaka saba iliyopita na hawajapata kazi kwa muda huo wote, wengi wao wakisema imekuwa miezi sita tangu kujaza barua na kutoa fedha hizo. Sasa wanataka tume ya EACC kufanya uchunguzi. niliambiwa anataka 400 ndio nikaomba, si hata hiyo pesa ikukuwa yangu, niliomba ni wa different people, mwingine alinipea mia 50 mwingine akakopa loan sasa hiyo loan wenye waliomba loan ndio wanakatwa. Hata hivyo, mkurugenzi wa tume ya TSC kaunti hiyo William Yator amesema uchunguzi unaendelea. each, TSC teacher, anaambiwa leta 400000 leta 500000 na kuna evidence ya kutosha Uh, sababu wengine wamelipa through M-Pesa wengine wamelipa through na wengine wamedokumentiwa uh, wakipeana pesa pesa ambayo imekolektiwa hapa ni more than 20 million Kenya shillings ambayo imeenda kwa mfuko ya watu. Afisa mkuu wa polisi eneo hilo Mohamed Godana amesema kuwa hadi sasa hawajapokea malalamishi yoyote na kuongeza kuwa idara ya polisi ipo tayari kushirikiana nao kwa uchunguzi. Meria Nyambura, Runinga ya Citizen.